Isha, nyinyi asiyekubali kushindwa sio mshindani. Mna kitu mmebahatisha goli la mwisho. Imetosha, imetosha. Haya, kila mtu aende kwa kimya kimya hapa ilikuwa na bahati yaani kama muujiza vile. <laughs> Aiseni akiatu kusherekea, ila bado kidogo tumalize vibaya. Ulioona na hasira, najua hii ni michezo ya kirafiki ya kutuweka pamoja kututenganisha, ila sasa naona kusudi lote la rafiki linaanza kupotea. Ni kweli, hata ilo tujaachana vizuri. Mi nafikiri tusawazisha hii hali kabla tujacheza nao tena. Sasa tufanyeje? Tufanye kama sherehe? Paka, hey, sherehe. Sherehe. Eh, hey, sawa kabisa. Tuandae sherehe kwa ajili ya kila mmoja wetu. Badala ya kusherehekea ushindi, tusherekee umoja wa watoto wote. We are available on free to air and everywhere DSTV channel 311, GoTV channel 91